Kijana huyo mwenye umri wa miaka 11, mkazi wa kijiji cha namalenga malenga, wilayani Masasi, amelazwa katika hospitali ya misheni Lukuledi wilayani humo, mkoani Mtwara, baada ya kuanza matibabu katika kituo cha afya na Gaga. Hapa akiwa hospitalini hapo, mama na mtoto huyo wameeleza namna tukio hilo lilivyotokea kononi kafuta kakauka, kaendea tena kanifunga kamba katiando, akaniwasha moto baadaye, kanimiminia maji fu, akatoka huyo baba. Mimi nimezaa nae watoto wawili, afu wadogo, ina maana atavokamata mitashindwa kupata msaada kutokana na pesa ambayo tunatumia hospitalini na mimi na watoto wadogo, najua mwanangu ameumizwa na yeye Naomba tuwaachiwe basi mimi shukuru Mungu ili niladi mwanangu apone. Kwa upande wake mganga wa hospitali aliyolazwa mtoto huyo ameeleza matibabu ya mtoto huyo yanavyoendelea. Tumepokea mtoto anaitwa Abdulzairi Pasco kutoka Mikangaula akiwa na majeraha katika mikono yake yote miwili na inayoonekana alikuwa ameungua na moto. Akiongea kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoani Mtwara amethibitisha kutokea na kukamatwa kwa baba mlezi wa mtoto huyo. Huyo mtoto huyo aliyeba hao alichukua korosho za huyo baba yake huyo, ambazo haziendani na kitendo ambacho amefanyiwa yeye. Kwa hiyo tunasema hiki ni kitendo cha ukatili, na sisi kama jeshi la polisi tumeshachukua hatua na tunalifumbia macho, lakini mtuhumiwa amekamatwa, na mara upendelezo utapokamilika basi, tutafikisha mahakamani kuteleisho cha kikatili, kutoka halmashauri ya wilaya ya Masasi mkoani Mtwara. Mimi naitwa John Kasembe FM, kutoka